Tumsifu Yesu Kristo. Nimefurahi kuwaona. Kuna neno nitaka niseme, nimelisahau kwa bahati mbaya, kwa sababu sitalisema. Ndugu zangu, leo hii tunaanza kipindi kipya cha mwaka wa Kanisa, kipindi cha Kwaresima. Tunaanza na Jumatano ya Majivu. Jumatano ya Majivu. Jumatano ya Majivu tunaifananisha na nini? Jumatano ya Majivu tunaifananisha na siku ya toba ya Kiyahudi. Wayahudi walikuwa na desturi nzuri ama ni tamaduni nzuri, walikuwa na sikukuu yao inaitwa Yom Kippur. Siku ya Yom Kippur ni siku ya atonement ni siku ya toba. Siku hii ndipo watu huvaa magunia na kujipaka maji majivu, wakisema kwamba sisi tunajitambua kwamba ni wadhaifu, kwamba sisi ni wanadamu, sisi ni wadhaifu, tunatoka kwenye mavumbi na katika mavumbi tutarudi. Kwa hiyo walikuwa wanatambua hilo, na kwa kutambua hilo, ndipo mtu anaomba msamaha, anaona kwamba sina kitu cha kujidai hapa duniani anajishusha anamwomba Mungu msamaha. Kwa hivyo siku hii sim, ya Yom Kippur ilikuwa siku kubwa sana kwa Wayahudi, na kila mtu wanatoa na sadaka, sio tu kukuomba kufanya toba, lakini pia walikuwa wanatoa sadaka ya toba, ya msamaha na upatanisho, na upatanisho, usisahau hilo, toba ni tofauti na upatanisho Sawa sawa eh? Tutajifunza huko mbele. Kwa hiyo ilikuwa kujipaka majivu na kuvaa magunia ni ishara wazi za kwamba mimi ninatubu na unatubu katika raiki, sawa sawa eh? Unatubu katika public. Sawa sawa Vivo hivyo agano la Kale linatuonyesha jinsi gani sio tu Wayahudi walitumia siku hii ya toba, lakini pia wapagani walikuwa wanapewa nafasi na wao ya kufanya toba. Sisi kama kuna wapagani hapa, najua leo tumekusanyika kwenye msafara wa mama, sijui kuna viumbe gani nimesikia vinakuaga huko. Kwa hiyo vyo isikute na leo hapa usizanie, tuko wote kwenye bakuli moja, kitu kwa mabakuli mbalimbali kwa hivyo katika siku ya toba ndo maana maana leo siku ya toba, kila mtu mpaka aliyekuwa awezi kujikongoja naye anataka kujaribu kuna kufanya nini? Kufanya toba, anafanya jitihada, sawa, sawa, eh. Kwa hivyo tunaona mifano katika agano la kale watu gani walifanya mifano hii ya kuvaa magunia na kujipaka majivu, wako watu wengine wapagani, wengine Wayahudi na tunaona kule ni nawi alipokwenda Yona akagoma goma kwenda, kwa sababu watu kule walikuwa na mioyo migumu. Kuna mahali unatuma kwenda unakuwa na wasiwasi, kwa hiyo Yona naye akana wasiwasi. Lakini walipotambua makosa yao na wenyewe alianza mfalme kuvaa magunia na kujipaka maji maji kuonyesha kwamba tunatubu yale makosa yetu. Ni nao sijui ni makosa gani wewe umeyafanya Sijui unatubu nini, sijui mimi, hayo sitaki kufahamu, lakini Roho Mtakatifu mwakani atanionyesha. Mwaka huu amesema, amewasamehe, atonionyesha, sitataja, lakini mwakani amesema, ukija tena ukarudia yale yale, basi mtumishi wa Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ataona dhambi yako naye ataitangaza. Kuwa makini, kaa chonjo pia tunamuona nani basi, katika gano la kale, katika gano la kale tunamuona mnayempenda sana na bahati bukuu kwalimba wimbo wake Esther. Esther hmm? tunamuona Esther, lakini pia tunamuona mfalme pia wa kipagani anaitwa nani? Ben Hadad, Ben Hadad. Ben kwa Kiyahudi, Ben ni mtoto wa kiume, Bat ni mtoto wa kike. Kwa hiyo ukisikia Ben E, fulani bin ni mwana wa sawasawa, bin ambao Waarabu wametoa kwa Waebrania wa Ben. Kwa hiyo kuna ubini, bin. Kwa hiyo vivyo hivyo huyu anaitwa Ben Hadad, yani mwana wa Hadad ambaye alikuwa mfalme, naye pia alivaa dunia na, na kujipaka majivu kuonyesha toba. Lakini nani mwingine? Nani mwingine pia Wayahudi wenyewe si watu maarufu tu, kama mimi nikitoa sadaka amefanya na nitaonekana kila mahali. Lakini kumbe hata wewe pia, hata wewe ndani mwako unapaswa kufanya toba. Ndio maana Wakristu katika kanisa lile la kwanza walikuwa wakitenda dhambi, walikuwa wanafanya toba hadharani. Tumsifu Yesu Kristo. Walikuwa wanafanya toba ya wapi? Hadharani, sokwa kificho kama hapa sasa, nakuungamia na zile niizo sahau, unaunganishia kule zile zosa wakati unazikumbuka. Kwa hiyo si kwamba unaungama zile ulizosahau utasamewa tulizosahau, kweli zile unazozikumbuka alafu umejifanya umezisahau, hazisamewi, zina maana, ni mzigo wako, eh, wewe unaziunganishia kule unakosea, labda useme nadhiri ambazo sijazitamka, ila siwaibi siri ya kuungama, lakini usiseme zile nimezisahau alafu kaunganisha huko, labda kama useme zile ambazo sijazitamka, maana zingine ukitamka fadha anaweza kuzimia pale akapata pressure kisukari na kadhalika akashindwa kutoka katika katika maungama. Kwa hiyo, isikute unaogopa, lakini kwa kweli hakuna dhambi ambayo sijasikia kwa sasa, labda mpya ambayo tukiwasiliana na shetani aniambie kama mmeanza dhambi mpya, lakini nyingi zote tayari ninazo nazifahamu. Kwa hiyo usiogope kuungama. Mungu naye anajua moyo wako, anauona. Uungame sawasawa, si, usi, usiweke huko zile nilizo sahau na hichi kipindi ndicho hicho cha kujitakasa. Mungu ana uwezo wa kukusafisha. Mungu anayo nguvu ya kukuokoa. Mungu anayo nguvu ya kuondoa jiwe lile ambalo unaliona lizito sana katika maisha yako. Mungu ana uwezo, ndio maana tunamwamini, ndio maana tunapambana, tunajitahidi. Mungu anao uwezo, ndio maana tunajiambatanisha, tuna, tuna naye kwa sababu ana uwezo mkubwa kupita sisi, na kwa imani hiyo tulionayo, Mungu anatuokoa Sio wewe tu, lakini yule ambaye ameweka jitihada. Naona leo kuna watu wameweka jitihada mpaka wameomba ruhusa kazini kwa ajili tu ya kupakwa majivu. Mwingine hawezi kuyafuta hata akilala usiku, anaikwaga nalala akigeukegea, lakini leo atalala hivi amke um, nayo asubuhi wa ili wale watu wanaomsumbua wasi msumbue mpaka asubuhi apate usingizi angalau mara moja kwa mwaka. Hao wenye imani kweli ana uwezo wa kuokoa, na si kwamba anaigiza na, au najaribu, lakini ni kweli. Ndio maana katika somo la kwanza, ndugu zangu, tumemsikia nabii Yoeli anasisitiza nini? Anasisitiza kwamba sisi tunatakiwa tuongoke, tubadilishe mioyo yetu, tubadilishe mioyo yetu, tutubu ndani ya mioyo yetu, tusiseme tu na kuvaa magunia nanii na, na, na majivu. Tushapita kiwango hicho, kiwango cha nje tumekipita. Sasa tupo kiwango cha ndani. Mbona hamuelewi mpaka leo? Mtu awelewi kwamba tumevuka kiwango, tupo kiwango cha juu. Yesu amekuja kuleta kiwango cha juu cha ongoko la mwanadamu, sio anguko, ongoko na mwanadamu amekuja kulinyanyua kwamba huyu mwanadamu ataokolewa kwa nguvu ata na neema za Mungu mwenyewe ataokolewa, lakini mtu anabaki tu huko kwenye kukumbatia majivu na magunia. Hapana, ishara zile ziwe na maana, zisiwe ishara tu. Tumsifu Yesu Kristo zisiwe ishara peke yake lakini ziwe ishara zenye zi maana yaani tupigie mstari tu underline tuwe na uwezo wa kuelewa kwamba tunamaanisha nini ndio maana anachokisema nabii yule anaangalia wale watu na anaambia kwamba ni kweli mungu anataka badiliko la kweli la ndani ya mwanadamu ndiyo tunalotafuta pia tunasoma zaburi ya hamsini na moja ambayo wengi wanaihusisha na na, na, na, na, na, na, na Daudi baada ya kufanya lile kosa lake na kuchukua mwanamke wa mtu na kadhalika, mnafahamu. Ndio akaja kulia mbele za Mungu, na hii zaburi sisi watawa tunaisali kila Ijumaa katika masifu. Kila Ijumaa tuna tunaisali zaburi ya hamsini na moja ya toba, na kweli Ijumaa ni siku ya toba. Na anasema nini? toba na ombi la msamaha. Ah, kumbe tunapotembea tembea uko tunajikwaa, tunaanguka, tunakutana na na changamoto na vitu mbalimbali, yatupasa kutambua na kufanya toba na kutafuta nini msamaha na upatanisho Mtakatifu Paulo ndio maana anatushauri na katika huo upatanisho sasa, ambao unaungana kabisa na Zaburi yetu ya kwamba sasa anataka tupatanishwe na Mungu, manake tuka kwenye mgogoro. Kuna watu wanaka na mgogoro na Mungu. Hii ni hatari sana, hmm? siku hizi kuna afya ya akili, si ndio? Unaingangania afya ya akili, afya ya mwili, lakini afya ya kiroho tusisahau afya ya kiroho huu, kuna changamoto zinazowakabili watu, wanakuwa wagonjwa kiroho, sawa sawa e. Katika mfungo huu mtakatifu, katika kipindi hiki kitakatifu, kuna watu utawaona sio wao, wamekwisha kupata thawabu yao. Tumsifu Yesu Kristo, nimeingia kwenye injili haa, wamekwisha kupata nini? Thawabu yao Utamuona mtu kweli anafunga sawa, eh hali chochote. Hali chochote. Ameambiwa asile. Sasa sisi mfungo wetu kidogo, hujaweka deadline saa 12 au tukisikia adhana au nini. Sasa tuelewe ile, unajua kuna Waislamu wengine wako hapana, hakuna shida, lakini lakini sisi tujaweka saa 12 ndio na ufukuru au sheria inasemaje? Funga tu, kuna sheria za, za, za, za, za, za, za masaa Tumsifu Yesu Kristo. Mwe mwe makini kidogo mkiwa mnasoma sheria, si ndio? Vipengele kuna kuna watu kushitakiwa hata mahakamani kwenda, wajui hata mahakamani iko wapi, lakini waliokwisha kwenda wanajua vipengele. Funga. Hapo sasa ndo kuna kashesha. Unafunga fungaje? Sitaki kusoma kitabu cha Hosea sura ya nane jinsi Mungu alivyokataa mfungo yani wa watu. Anasema mfungo wenu hata siuelewi wala siutaki, nimekataa, sitaki. Kwa nini? Kwa sababu mnafunga tu. Yaani unafunga kama wale washinda njaa. Unashinda njaa tu. Mwisho unapata vidonda vya tumbo. Kweli. Sio kusudio la Mungu upate vidonda vya tumbo, lakini kumbe mfungo wako ulikuwa sio sahihi. Funga vizuri, jua namna ya kufunga. Wengi hawajui namna ya kufunga. Hapa tulipo tunawaiga wenzetu, tunafunga, tunakunywa majimaji mpaka saa kumi na mbili tuna, tuna, funga. tuna, funga maji maji. tuna nani? Endelea kuiga, endelea kufuata tu huo mwongozo wako binafsi uliojindia. Yesu Kristu anasemaje? La kwanza, unapotoa sadaka, mfungo wa kweli ni wa kujitoa sadaka. Unapotoa sadaka, unaposaidia mtu, unamsaidiaje? Unapiga panda na mabango siku hizi, watu ili waonekana wamefanya kitu lazima waweke trademark au lazima waweke alama, lazima waweke alama. Angalia kwenye mashule yetu, wakija wale watu Wajerumani wanaandika hapo bango kubwa kweu kwamba Wajerumani wamefadhili library vyumba viwili. Gharama ya lile bango ni kama chumba kingine kimoja pale shuleni kwetu, tuchuoni tunaubia na Wakorea. Wakorea wametujengea vimbweta hmm. wanafunzi wenzangu, mnaelewa vimbweta ni wengine? hawajui hawajui kwenda university pale, wana shida. Kwa hiyo tuache wakatuulize baadaye. vimbweta kwa vimejengwa vimbweta za kikorea viwili, alafu mimi nikafika nikaambiwa, wanafunzi wenzangu, jamani Sio kwamba nawaonea, sio kwamba sipendi vimbweta hivi, na kweli vinatusaidia, na ndio vizuri kupita vyote, lakini hili bango lingeweza kutengeneza kimbweta kingine kimoja, na saizi tunateseka. Jana nimekaa kwenye mtaro wa maji, tukikaa tuna discuss maswali, kwa sababu gani vimbweta havitoshi, na kuna bango limekaa tu hapo lenye gharama ya kimbweta kimoja. Ndugu zangu, unapotoa sadaka na kusaidia mtu unataka ufahamike na uwekewe nembo ile kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako na sifa na utukufu wako, si ndio eh? Sifa na utukufu wako wewe mwenyewe unautafuta kweli na kunang'ania. Hiyo ni namna watu wanavyotoa sadaka, wako wengi. Nilikuwa mm -hmm. napenda baba mmoja kwa kweli, alikuwa anawashangaza, alikuwa anasaidia, hata jina hataki ajulikane mpaka hata mimi sikuweza kumjua jina, kwa sababu anakuja anatoa cheki, ndipo unaangalia ujue, lakini hatakwambi chochote anajitoa. Kuna watu anasaidia ndugu zake, analalamika, huyu ona, na nimemsomesha huyu, nimefanya nini. Kwa hiyo ulivyokuwa namsomesha kwa ntarajia malipo yamegeuka sasa, mambo ni mabaya, unaanza kulalamika, nimemsomesha nimempa kila kitu na nini. Kumbe wewe ile sadaka uliyotoa bado inakuuma. Siku nimemfanyia mtu kitu, nimemsaidia, bado unalalamika, kwa bado ile sadaka yako, kumbe hukuitoa vizuri. Sikuta ndio imesababisha hata hayo majanga, kwa sababu ulitoa kwenye kamkono kaliko kuja, wanaita nini, roho ya korosho. Sio ikoje hiyo roho ya korosho, lakini nimeisikia maani wakizungumzia roho ya korosho kwa hivyo hiyo, ndugu zangu, kwa kufanya hivi, kwa kufanya hivi, lazima sasa. Yesu anamalizia pale, sio tu katika sadaka, kwamba tufanye kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya utukufu wa Mungu, lakini pia katika kusali, katika kusali. Najua kuna watu wanasali mpaka anapanda kwenye mabenchi hapo juu akiomba, sawa eh, sawa sawa eh, anamuita Mungu ashuke, sawa sawa Shuka shuka, anamlazimisha Mungu ashuke, akiona ashuke anampandia huko huko, anamwambia wako vizuri. Kuna watu wako vizuri, hata mimi muda mwingine nikianza kusali nataka niruke juu ni, nimshushe ni, ni, ni kidogo aje karibu, lakini kumbe sala ni mahusiano tu yale ya lia, karibu mimi na Mungu wangu. Katika kipindi hiki cha Kwaresima lazima tutafakari namna tunavyosali, lakini mwisho pia Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha namna nzuri ya kufanya amzivi, kutoa, kusaidia wengine, kutoa msaada, matendo ya huruma ni nguzo, ni nguzo, matendo ya huruma. Lakini pia kufunga, tumsifu Yesu Kristo, kufunga ambao tayari nimeshaisema mwanzoni, kwao nimezungumzia vizuri kuhusu kufunga. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapofanya baraka ya majivu, kuna umuhimu wake katika kufanya baraka ya majivu. Kwa kufanya hivi ndugu zangu, kanisa linawapa watoto wake nini katika majivu? Kanisa linawapa nini? Kanisa katika majivu linawapa watoto wake imani thabiti, imani thabiti kwamba moja, sisi ni viumbe vinavyokufa. Tumsifu Yesu Kristo imani thabiti ya kwamba sisi ni viumbe vinavyokufa, sio vile ambavyo vinadumu milele kimwili, sawasawa. Vivyo hivyo, pili, katika majivu na katika tendo hili, miili yetu itakuwa mavumbi. Yaani wewe saizi uh, na kila kitu chako, baadaye tukipuliza tu unapeperuka, yaani majivu kabisa, mavumbi na itazikwa na Wahindi wangekwepo hapa samani, kama kuna maingi hapa, ungepigwa moto mpaka uwe majivu, yaani wanakupiga moto. Tunaogopa moto, unaupata moto hapa, halafu ukifika kule unakutana nao, mwingine ule unaongezea hapo kidogo. Kwa hiyo unakuwa mavumbi kabisa. Tatu la msingi sisi tuna muda wetu, tuna muda mfupi sana na hautabiriki. Tumsifu Yesu Kristo. Tuna muda mfupi sana hapa na hautabiriki, huwezi kutabiri hapa. Tuko hapa kundi kubwa namna hii, huwezi kutabiri nani hapa kesho, tutaanza kumwimbia nyimbo fulani, huwezi. Kwa hivyo tunajua kwamba tuna muda mfupi sana katika tendo eh, hilo la kupakwa majivu pia Mungu anatupa onyo kali. Onyo onyo ni woni, sawa sawa. Kuna watu hapo na kazini kwa wana maonyo ma la kwanza onyo la pili, hawajalifanyia kazi. Ushapigwa onyo kazini, ufanyii kazi. Ukipigwa ufanyi la tatu la nne, unaenda nyumbani. Mungu pia anatupa onyo kali kwamba tutapitia mateso lakini, hatupasa kutubu dhambi zetu na kupatanishwa na Mungu, kuomba msamaha wake na kufanya toba. Namba tatu, anatupa sasa mwaliko wa upendo. Tumsifu Yesu Kristu. Mwaliko wa wa upendo, Mungu anatupa mwaliko wa upendo wa kutambua na kukiri hali yetu ya dhambi na kumrudia yeye siku zote. Mimi na sheria ambayo naifikiria isikute ni kweli, sijaifanyia uchunguzi lakini, kadiri unavyompenda unavyompenda unavyompenda mwenzako ndivyo unavyokuwa na uwezo mkubwa wa kumsamehe makosa yake. Tumsifu Yesu Kristo. kadiri kadiri unavyompenda mwenzako ndivyo unavyokuwa na uwezo wa kumsamehe makosa yake. Kwa hiyo mtu ambaye humpendi kumsamehe kwako itakuwa ngumu sana. Ndio maana Yesu akasema, mpende kwanza jirani yako, utapompenda utamsamehe na utatafuta upatanisho kayo ni ngumu sana kwa mtu ambaye usiyempenda kuweza kumsamehe. k msamaha unaendana na upendo moja kwa moja. Mama anampenda mtoto wake, ingawa mtoto wake anaweza kuwa kiburi, mkorofi, mwizi, jambazi na mengine ma makubwa ya leo hii anayafanya, lakini nikwambie, mama yake ataendelea kufanya nini? Kumpenda na kumsamehe. Mtoto akirudi tu akimwambia mama samani ni wewe. Mama sema basi hamna shida wewe endelea na kazi. Ndio, mwingine anampenda mwenzake wa ndoa. Anampenda sana. Akimpiga ngumi anavimba, siku mbili aenda hospitali, anashonwa, anarudi, anabaki pale pale. Unasema huyu ameweka nini? Eh, ndio hiyo ameenda limwata. Ni hakuna talimbwata, ni kwa sababu yule anampenda mwenzake zaidi, ndio maana anamsamee na yale mambo yote amna limbwata. Limbwata alikuwa zamani, siku hizi waganga limbwata, waganga wote feki sasa hivi, usiende kwa mganga, wamesha wameshafulia fulia. Ni kadiri ya upendo tulio nao tunavyoweza kumsamee mtu. Kwa hivyo kama unapata shida ya kumsamehe mtu ujue, hujafanya kazi ya kutafuta upendo kwa, kwa ajili yake. Ukimwambia mtu sitakusamehe, manake umpendi. Na leo ukiona mama yako anakuambia hii kwa hii sikusamehe, unaambia kumbe, wewe upendo wako ni wa mashaka. Sawa sawa. Kwa hiyo unakuwa na watu ambao kuna tatizo mahala na kulitatua. Ujumbe wetu basi, leo tunaondoka na nini, ndugu zangu? tunaondoka na moja, tunahitaji kusafisha na kufanya upya maisha yetu wakati wa Kwaresima, kwa toba. Sawa, sawasawa, tunatakiwa kusafisha maisha yetu kufanya usafi. kufanya usafi katika usafi katika roho zetu kama tunavyofanya usafi katika nyumba zetu, vivyo hivyo nafsi zetu zinahitaji usafi katika Kwaresima hii, na tumepewa siku arobaini siku arobaini zaidi ya mwezi mmoja, tukipambana na yale yaliyo machafu katika roho zetu vivyo hivyo tunahitaji kabisa kufanya usafi katika maisha yetu, kufanya upya maisha yetu katika kipindi hichi cha Kwaresima kwa toba, lakini pia lazima tuonyeshe huzuni kwa dhambi zetu na, ku, na kugeuka katika upande ulio sahihi. Bila kuogopa bila kuwa na hofu. Kuna mtu anaogopa kubadili mwenendo wa maisha yake kwa sababu ya watu waliomzunguka hakuna njia iliyo sahihi wanaenda wachache sana, ndio maana njia ya mbinguni unaambiwa ni nyembamba, sio kwani? Mlango ni mwembamba? Hapana, lakini ni kwamba watapita wachache, ndio maana yake, wale wenye jitihada za kuweza kupenya na kupunguza mengi walioyabeba na kupita. Namba mbili, ndugu zangu, tunahitaji kufunga kwa maombi na kufanya matendo ya toba kwa ajili ya dhambi zetu, tukifuata mfano wa Yesu kabla ya huduma yake ya dharani, kabla ya kufanya public ministry tunachokewa tufanye nini? Tuige mfano wake wa zile siku arobaini, kujitahidi kufunga kwa maombi na kusali sawa eh? Kwanza, faida ya kufunga ya kwanza na faida tatu zingine utajitafutia mwenyewe nyumbani, nimezitaja asubuhi, narudia tena, faida ya kufunga ya kwanza kabisa inaondoa inapunguza unene wetu wa kiroho. Tumsifu Yesu Kristu ukifunga unapunguza un unene wa kiroho, sio wa kimwili. Kuna watu najua wanakula sana na wamenenepa. Kwa kipindi hiki unataka upunguze Bode. Hapana, kuna wengine ni wembamba, ukimwangalia kimbamba kamekonda, lakini huko ndani ni bonge la mtu, ni mnene, ameshiba dhambi. Huyo ana kitambi amenenekwa na mafuta ya ziada, anahitaji kufunga apunguze. Sio hii kwa ajili tu ya wanene wa, tena wanene wengi hawana dhambi sana, lakini wembamba <laughs> wembamba, wembamba siwasemi, lata mwenyewe nimekonda, kwai zikutenina dhambi <laughs> lakini lakini Unene wa kiroho unasababishwa na nini? Na chuki, wivu, fitina, mauaji, usaliti. Haya yote yanamfanya mtu ananenepa kiroho. Katika kipindi hichi cha Kwaresima ukifunga, unapunguza una ule unene wa kiroho ambao umejazwa na dhambi, sio huo wa kimwili. Tumsifu Yesu Kristo. Faida namba moja. Namba mbili, tukifunga tunapata nguvu zaidi ya kutetea maadili ya kiroho Mna kututia moyo sawa sawa, eh? kututia moyo kushiriki baraka zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ametujalia baraka za kila aina, nishawapa mfano. Tunajua mabomba ya maji, si ndio? Na ndoo yake, si ndio? Ukienda kuchota maji, ukifungulia bomba, lazima ndoo ifanyeje? uiweke mdomo ukiwa wapi juu, si ndio? Ili uweze kukinga nini yale maji. Sasa unafika kwenye bomba au chemchemi ya maji, ile ndoo unaigeuza juu chini, unaipindua. Utarudi nyumbani na nini? Hamna kitu, si ndio? Kwa hivyo Mungu ameweka baraka nyingi. Kwa hiyo katika kwaresima hii chagua moja, ndoo yako ifunguke iwe wazi kupokea neema ya Mungu, ama uigeuze usipokee chochote, iwe kama mwaka jana tu, umepakwa majivu, yamekupinga na wachawi yameisha, basi kama mwaka jana tu lakini utapoamua kuweka ndoo yako iweze kubeba neema katika sala, kujitahidi Ijumaa zote kuwepo katika njia ya msalaba, kusali na wenzako, kushiriki jumuiya. Ulikuwa ushiriki, lakini safari hii umeamua, nitashiriki kila jumuiya, endapo labda nikifa tu nisiende jumuiya. Lakini hata kama nimekatoa mguu jana, utajikongoja, taenda wapi? Jumuiya. Na watu wapo hawa watu wapo. Mungu awabariki sana, kwa vivyo hivyo katika kipindi hiki tunabidi tunapewa nguvu katika haya maombi na sala na kufunga, tunapata nguvu ya kimaadili na kiroho, inatutia kuweza kushiriki baraka za kimungu zinazopatikana katika wakati huu. Namba tatu, kufunga pia inatusaidia kwamba akili zetu zinakuwa wazi zaidi na kuwa tayari kupokea lishe takatifu ya neno la Mungu na Ekaristia. Tumsifu Yesu Kristo. Kama unasali unaenda njia msalaba, unaungama, unashiriki pia Ekaristi kwa siku arobaini, usitokee chochote? Haiwezekani adezi, kama unatafuta Mungu mwingine, lakini sio tunao mfahamu sisi. Kama unamtafuta Mungu mwingine lakini kama kweli umejizatiti umeweka nia kwa, unataka watu wetu wa leo, tunapotoka hapa tujizatiti kufanya maamuzi magumu, maamuzi sahihi ya kufunga, kusali kwa bidii na kufanya matendo ya huruma e, na tupokee hizi neema sasa za Kwaresima vizuri, zibadilishe maisha yetu, maisha ya familia, maisha ya jumuiya, maisha ya kanisa, maisha ya taifa zima hili na Tanzania ni maombi yetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu.